Nimekuja niko katika ziara, nimeona kabla, wananchi wale, maelfu ya wananchi wanataka tuwasalimie, nimeona kwanza nije niangalie kadhia hii iliyojitokeza, alafu tutarudi kwa wananchi. Nianze kwa kutoa pole kwa watumiaji wote wa barabara hii ya Kusini, maanake ni mikoa hii yote ya Kusini, lakini Pwani na hata Tanzania kwa sababu nchi yetu imeunganishwa. Kwa hiyo niseme, watumiaji wa barabara hii tunatoa pole sana kwa kadhia hii kubwa iliyojitokeza. Haya yanayotokea si mambo ya kutengenezwa na binadamu, ni mambo yanayotokea yanaweza akatokea mahali popote, hata Marekani tunasikia madaraja, Ulaya tunasikia barafu, tunasikia kimbunga. Ni mambo ambayo yako nje ya uwezo wa binadamu lakini yametupata yametupata na sisi. La pili ni kuwashukuru wizara ya ujenzi chini ya uongozi wako Mheshimiwa Waziri Ulega, ni washukuru sana Tanrodi mkoa Lindi na uongozi mzima wa serikali wa mkoa wa Lindi. Nilisikia waziri ya kifoka hapa na mimi nilielewa kwamba kwa nini anafoka. Chama cha Mapinduzi ndicho chenye mkataba na wananchi hao, na Rais Samia ni rais na mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo niliona hisia zake kwa watendaji wa wizara, niliona namna ambavyo aliamua kwamba mimi napiga kambi hapa kuhakikisha tunarejesha mawasiliano. Nikupongeze sana ndivyo tunavyotakiwa viongozi. Huyu anatokana na umoja wa vijana, mjumbe wangu wa baraza. Wakati naondoka, niliona kwamba huyu tunaye waziri mpambanaji, na kwa kuwa unapigania maslahi ya wananchi, endelea. Sisi hatupiganii maslahi ya wazembe wale uliowakemea wazembe kula nao sani moja e, sisi tuko na wananchi, tunao dhamana na wananchi, na ndio maana kabla sijaongea nimekuja kuona madhila haya nijiridhishe, lakini naridhishwa na namna hatua mlizochukua Wizara ya Ujenzi na serikali mkoa wa Lindi, haraka mlikuja hapa mmepiga kambi na ulikaa waziri, na mpaka sasa tunapita. Kwa hiyo ni waelekeze kwamba, waziri, unaendelea vizuri, simamia vizuri. rais ameshatoa fedha, simamieni madaraja haya yajengwe kwa hadhi inayotakiwa fedha zipo waziri, nani? Mheshimiwa Rais katoa fedha zaidi ya bilioni mia moja, na wakandarasi hawa watengeneze madaraja mazuri yenye ubora kwa fedha tulizozipata, ili wananchi wetu hawa wawe na uhakika kwamba sio maji ya kija tu basi barabara zetu zinapepesuka zinaondolewa. Nimemwona mtendaji wa TANROADS, endeleeni kusimamia, msaidieni waziri. sisi kama Chama cha Mapinduzi muda wote tunataka kuhakikishia wananchi kwamba rais wetu ni rais ambaye anafanya kazi kwa maslahi mapana ya wananchi wetu. Kila eneo lenye changamoto ameelekeza pesa, iwe umeme, iwe barabara, iwe mawasiliano, iwe afya, iwe elimu kila mahali fedha hizi zipo toka mwaka jana mwishoni, na mimi naamini chini ya usimamizi wa waziri madaraja haya yatajengwa vizuri. Nikutie moyo, endelea, hii wizara sio ya kuchekacheka. Hey, umeanza vizuri. Nilikuona siku ya kwanza ulikuwa mkali, hivyo ndiyo inavyotakiwa. Ni mkali kwa maslahi ya Chama Cha Mapinduzi na serikali yake ambayo ina dhamana hao wazembe kula nao sahani moja. Tunachotaka wananchi wetu wafurahie uwepo wa serikali yetu. Naomba nitumie fursa hii na mimi kumshukuru sana mheshimiwa rais. Hii barabara imepewa pesa nyingi sana mara baada ya kuwa tumetoka katika tatizo lile la mvua za El Nino na kimbunga Hidaya, na maeneo yote hayo yanao wakandarasi wa ambao wako kazini na wakandarasi wote wako katika hatua mbalimbali mbali. Kwa mfano mkandarasi huyu hapa yeye daraja lina nguzo jumla 43 katika hizo nguzo 43 tayari ameshazamisha chini nguzo 26 zimebaki 17 hizo nguzo zinazoingia chini ni wastani wa mita 12 zinazama chini. sasa imetukuta ime hii hali ya mvua, wakati wa kandarasi wako katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Katibu Mwenezi, hatua ya kwanza wataalamu tulio walioifanya ilikuwa ni kuleta mawe makubwa sana, zaidi ya gari mia moja za mawe zimetoka Dar es Salaam na kuja hapa, tuliweka juu hapa kwa lengo la kwamba kulikuwa na msururu mkubwa sana wa magari uliokuwa umepita mpaka Somanga na huku upande huu pia kwa hiyo tukafanya jitihada za kuhakikisha turuhusu magari yaweze kupita kwanza na wananchi. Katibu Mwenezi, sisi Wizara ya Ujenzi tumejipanga tuko pamoja na wananchi kuhakikisha kwamba katika kila hatua ni lazima tutachukua ha, haraka sana hatua zetu ili kusudi watu waweze kuendelea na harakati zao za maisha. Hili hapa na kule pia vile vile tumefanikiwa, tunaendelea kuboresha hatua hadi hatua. Nimshukuru Mheshimiwa Waziri kijana ambaye amepewa dhamana ya wizara hii, aliposikia kwamba kumekatika, alikuja mara moja pamoja na wataalamu wake, na baada ya muda mfupi magari yakaanza kupita kwenda kwenye safari zao. Kwa hiyo, kubwa ambalo sisi Wanalindi tunamshukuru mheshimiwa Rais ni kuhakikisha ameleta fedha za kutosha, bilioni mia moja na moja kwa ajili ya madaraja yote kuanzia Somanga mpaka kule mwisho, madaraja yote. Lakini na njia ya Nangurukuru kwenda Liwale pia madaraja yote yana wakandarasi. Tunamshukuru sana mheshimiwa rais na nikuombe, mwambie Lindi tuko vizuri, na wananchi wanaona juhudi na kazi kubwa ambayo anaifanya. Karibu tena, karibu sana, tuko tayari.